Kijana mmoja alikuwa amekaa kila siku jijini mahali ambapo biashara kubwa zilikuwa zikiendelea. Kijana huyu alikuwa na ndoto kubwa sana za kufanikisha, alikuwa anatamani kuja kuwa tajiri. Kila siku anajiuliza moyoni mwake, ninawezaje kupita kutoka kwenye umaskini nilionao, ili siku moja niweze kuwasaidia watu wenye hali ngumu kama yangu, nisaidie familia yangu, lakini pia niwe mbaraka kwa wengine. Wakati mwingine alitumia muda wake kuwashirikisha watu yale aliyokuwa akiyawaza. Watu wakawa wanamwambia, ndoto zako ni kubwa mno, huwezi kuzifikia. lakini katika kushirikisha watu shughuli hiyo wazo lake akaweza kumwambia na baba yake. Baba yake alinyamaza kimya. Kijana akaenda kukaa chini ya mti mkubwa, akajikumbusha tena akarudi kumwambia baba yake. Baba yake akamwambia, usikate tamaa. Haya maneno ambayo watu wanakwambia hayamaanishi kwamba hautofanikiwa. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu haujazaliwa kufa. Baba yake akamwambia, haujazaliwa kufa, amka uishi. Ndoto zako hazina mipaka, ila unahitaji kupiga hatua moja, hatua nyingine, hatua kwa hatua. Kijana yule akaanza kidogo kidogo kukamilisha ndoto zake. Kila siku alifanya jambo moja, hata kama lilikuwa ni dogo. Wiki moja, mwezi, mwaka, ndoto zake ndogo ndogo zikawa kubwa. Kijana huyu alifanikiwa, sio tu kufanikiwa yeye, alifanikiwa hata kuwasaidia wengine kupata ndoto zao. Sikia, Usikate tamaa kwa sababu ya wengine wanavyosema. Kila hatua hata kama ni ndogo inakupeleka mbele. Kwa hiyo endelea mbele, ndoto yako ina thamani kuliko hofu yako. Nadhani hujanielewa. Nasema usikate tamaa kwa sababu wengine wanasema hauwezi. Kila hatua ndogo unayoipiga leo inakupeleka mbele. Ndoto yako ina thamani kubwa kuliko hofu yako. Haujazaliwa kufa, amka uishi!